Kama hapo ulipo umeweka indi break, namaanisha kijiti, jua upo kwenye hatari ya kushindwa kupata ujauzito kwa sababu inaenda kuvuruga mfumo wako wa homoni na naenda kuvuruga upevushaji wa mayai. Kama unatumia kijiti mpaka sasa hivi, pale utakapokuwa unahitaji kupata ujauzito, lazima unitafute nikusaidie kwenda kurekebisha mwili wako, ili uweze kupata ujauzito katika mazingira mazuri. Sasa kuna wanawake ambao wametumia kijiti kwa muda mrefu, wametumia sindano na wanatumia pituu kwa muda mrefu, wameshindwa kupata ujauzito. Dr Nyagabona, nilikuwa nikiwasaidia wanawake wengi waliotumia uzazi wa mpango kwa muda mrefu, na wameweza kupata ujauzito. Kama hi ni mwanga wa utumiaji wa pituu sindano, ama njiti na umeshindwa kupata ujauzito, huu ndio wakati wako mzuri wa kunitafuta, ili niweze kusaidia uweze kuondoa madhara ya uzazi wa mpango, uweze kupata ujauzito. Kwa kuendelea kukaa na kulaumu, wakati unajua umetumia uzazi wa mpango, unapoteza muda. Ni vyema kuchukua hatua leo, ili uweze kutimiza ndoto yako ya kuweza kuitwa mama, uweze kusecure ndoa yako. Najua sasa hivi ndoa yako iko matatani kwa sababu hauna mtoto mpaka sasa hivi.